Tunapokuja katika mahusiano kinyota, yaani kama katika usemi wa mshairi mairi sana William Schwenck Gilbert alivyosema, mapenzi yanazungusha dunia, basi katika playlist hii tutaangalia mahusiano kinyota, baada ya kuwa tumeangalia sifa za kila nyota katika playlist iliyopita. Basi hapa utatambua na kuelewa zaidi kuhusu mahusiano ya kila nyota na nyota nyingine. Na hata hivyo, bila kusahau, kila jinsia moja na nyingine katika nyota huwa na mtizamo tofauti katika mapenzi, ama katika namna ya kuendea mapenzi na tendo. Basi kwa hapa, ba bila kupoteza muda na bila kuchelewa, tutaanza na nyota mbili ambazo ni punda, yani kondoo ama Aries, pamoja na Aries mwenyewe, yani tunazungumzia mahusiano kinyota kati ya punda na punda, Aries kwa Aries. Compatibility zao. Fahamu ya kuwa ikiwa wewe una nyota ya punda na mwanzo wako ana nyota ya punda, basi jua wawili nyinyi ni faali wawili wenye asili sare, ndio maana hata mkionana unakuta ni wale wanaitwa love at first sight, kwamba wenye kupendana wakionana tu mara ya kwanza, kwa maana wewe ni moto wa mlipuko, naye pia ni hivyo hivyo katika mtizamo. Hivyo tunasema yani, katika compatibility yenu, mapenzi yenu ni makali na moto mkali ambao unaweza kuunguza chochote, lakini ukikosa kuunguza basi unakuta mnaunguzana nyinyi wenyewe. Hii nikiwa na maana kati yenu mapenzi yenu yani na ni sana mbio za riadha au vita, kila mtu anataka ushindi, yani ushindi wa kuweza kumshinda mwenzie katika mapenzi. Yani watu hawa wawili wanapokutana, basi hiyo ndio huwa tabia yao. Challenge na utawala na nani awe juu ya mwenzie ni jambo ambalo litakalokuwa katika roho ya kila mmoja kati yenu, ingawaje mnaweza mkaficha katika ulimwengu wa nyama kwamba mimi sina ushindani naye, mimi niko smart. Hapana. Kuna vitu mwenzo wako atakuwa anafanya, unaona kabisa wewe anafanya huu ni ushindani hivyo. Nyie ni pacha kweli wanyota, lakini ni kama time bomb. Any second utasikia kaboom vyote mnakuwa mnaendana kasoro kwenye ishu ya uaminifu pamoja na sex. Hapo tu ndo kunakuwa kuna vita. Pia migogoro yenu itapungua kama kila mtu atatumia nguvu zake akiamua kuziwekeza nje. Vilevile ni watu mkikutana, basi pesa na bahati hufunguka baada ya tendo. Yani nyewe ni watu wawili ambao mkikutana, unasikia mtu anakwambia, toka nimekutana na fulani basi, ama toka nimeingia kwenye ndoa na fulani basi, pesa kwangu zimefunguka sana, lakini humo ndani huwa hatuelewani, yani sisi ni vita mwanzo mwisho. Hata hivyo ni watu ambao mnaweza kutumia pesa hovi. Yaani inayuka kama moto, yaani nyie ni watu ambao mkipata pesa wote mnakuwa mshikani, yaani ni vurugu mwanzo mwisho. Na ni watu ambao mkipata pesa, basi matumizi yenu ni hali ya juu sana, na pale ambapo pesa inaisha, ndo kama mnatulia na mnaanza kusikilizana lakini mkiwa na pesa kila mmoja ni mtu ambaye yaani, kama hamwelewi mwenzie, mnaendana vizuri nyote wawili, ila kama mmoja wenu akiamua kuwa ni mwenye kujishusha na mwenye kuwa mtumwa. Lakini kila mmoja kati yenu ikiwa atafuata misingi ya nyota yake, basi hiyo vita yenu hakuna yoyote ambaye anaweza akaiamua. Mnaamuliwa vita sasa hivi lakini baada ya nusu saa nyie wawili mmeshavurugana na simoni nyingi kwa yule aliyetokea kuwaamua. Hizi ndoa mara nyingi wahusika sauti zao huwa ni kama vile zimeharibikia kwenye max volume. Yani, mtu aliongeza sauti alafu sauti ikaharibikia kule, kule. Maana yake yani second utasikia watu wameanza kupiga kelele ndani ya nyumba yani wao hamna kulala, na mkianza kuongea ni sawa na wayahudi wanataka kuua mtu. Basi hayo ndo mahusiano ambayo tunayaona kati ya mtu ambaye mwenye nyota Aries pamoja na mtu mwenye nyota ya Aries. Hawa ni watu ambao wanaweza wakaenda wakafika mbali sana kwa mapenzi yao na yakawa motomoto, lakini ni watu ambao hawawezi kuvumilia cheating. Any second unaweza ukakuta ni wameseparate, kwamba usinibabaishe na mimi sitaki kukubabaisha, kesi imeishia hapo. Endelea kutufuatilia katika video zingine kuweza kuona mahusiano ya nyota na nyota nyingine.